Jana kanisa takatifu Katoliki la Mitume lilitangaza kifo cha Papa Francis ambaye aliingia ofisini tarehe 13 mwezi wa 3 mwaka 2013 akichukua nafasi ya Papa Benedikti wa 16. Papa Francis anakuwa ni papa wa kwanza kutoka Amerika ya Kusini. Sasa, kwa tafiti ambazo nimezifanya haraka haraka, nimegundua kwamba kipindi ambapo papa anakufa na hicho kipindi, kama kuna timu ya ligi kuu ya England na shiriki katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya basi hiyo timu huwa inakuwa na nafasi kubwa ya kushinda kombe la ligi ya mabingwa barani Ulaya. Tujikumbushe baadhi ya vifo vya mapapa ambavyo vilitokea miaka kadhaa nyuma na timu ambazo zilikuwepo katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya ambazo zinatokea England na zilifanikiwa kushinda ubingwa wa ligi ya mabingwa barani Ulaya mwaka elfu moja mia tisa sabini na nane, tarehe 6 mwezi wa 8, Papa Paul wa sita alifariki dunia. Ndiyo mwaka ambao timu ambayo ilikuwa imebaki katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya ambayo ilikuwa inatoka England. Ilikuwa Liverpool. Na Liverpool alifanikiwa kuchukua ubingwa wa ligi ya mabingwa barani Ulaya mwaka huo wa mwaka 1978 na mwaka huo huo wa mwaka 1978, na akiwa na siku 33 tatu katika ofisi yake, Papa John Paul wa kwanza alifariki dunia Septemba na 28. Tukumbuke Septemba na 28 ni muda ambao msimu mpya wa ligi mbalimbali mbali ulikuwa umeanza. Liverpool alichukua tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka 1978, kipindi na hicho ndio ligi zilikuwa zinamalizika. Kwa ligi zilipoanza upya Septemba 28 mwaka 1978, Papa John Paul alifariki dunia. Moja ya timu ya England ambayo ilikuwa inashiriki michuano hiyo ya ligi ya mabingwa barani Ulaya ilikuwa ni Nottingham Forest ambayo ilifanikiwa kubeba ubingwa wa ligi ya mabingwa barani Ulaya msimu wa mwaka 1978 1979. Mwaka 2005 katika jiji la Istanbul, tak Uturuki kulifanyika fainali ya miujiza, fainali ambayo tulishuhudia katika kipindi cha kwanza timu ya AC Milani kutoka Itali ikiongoza magoli matatu kwa bila, lakini kipindi cha pili Liverpool walikuja wakasawazisha magoli matatu na mechi ikaisha katika dakika 90 za kawaida ikiwa tatu kwa tatu lakini mwisho wa siku Liverpool walifanikiwa kushinda ubingwa wa Champions League yani UEFA Champions League. Na mwaka huo huo tarehe mbili 2 mwezi wa 4 mwaka elfu mbili na tano Papa John Paul wa pili alifariki dunia tarehe 21 mwezi wa nne mwaka elfu mbili na ishirini na tano Kanisa Takatifu Katoliki la Mitume likatangaza kwamba Papa Francis amefariki dunia. Tukumbuke mwaka huu mwaka 2025 timu pekee kutoka England ambayo inashiriki michuano ya UEFA Champions League ni Arsenal, na kama tulivyotazama katika trendi za vifo vya mapapa huko nyuma, kipindi ambapo papa anafariki na hicho kipindi, kama kuna timu ambayo inashiriki michuano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya, basi hiyo timu huwa inachukua hilo kombe la michuano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya. Mwaka huu Papa Francis amefariki na timu pekee ambayo imebaki katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya ni Arsenal.